Na sisi kwa kuonyesha msisitizo ama kuonyesha mfano, kama tume ya maendeleo ya ushirika tumeanzisha mfumo unaoitwa MUVU. Mfumo huu umeanza kufanya kazi tangu mwaka 2022. 20. Kwa hiyo ni mfumo ambao unaelekea kwenye, umeshazaliwa umeshafanya kazi, unaelekea kwenye kuwa mtu mzima, mwisho, una miaka kama mitatu umeanza kufanya kazi mfumo huu. Kirefu chake MUVU ni ni mfumo wa usimamizi wa vyama vya ushirika labda nitaongeza Tanzania. Mfumo huu unafanya kazi gani? Unataka taarifa zetu za wanachama ziingie kwenye mfumo, mali zetu tulizo nazo ziingie kwenye mfumo, makisio yetu tunayafanya kila bajeti za mwaka tuingize kwenye mfumo, mikataba tunayoingia nayo tupitishe kwenye mfumo, taarifa za utendaji wa kifedha kwenye vyama vya akiba na mikopo tuziingize kwenye mfumo, taarifa za vyama visivyo vya kifedha tuzipitishe kwenye mfumo leseni zetu za uendeshaji wa shughuli ya biashara za fedha tuziombe na kuziingiza kwenye nini? Kwenye mfumo. Hata watu wa huduma wetu wanapata huduma kupitia mfumo wa MUVU. Kwenye vyama vya mazao, niombe tuendelee kuimarisha ni uzalishaji, ili tuweze kutumia mfumo wa MUVU na kupitia hili, ni mwombe Nyanza, leo tutakuwa na demo ya mfumo wa kidijitali. Hakikisha Nyanza inatoka kwenye mfumo, analogia, mfumo wa analogia inaanza kutumia mifumo ya kidijitali katika uendeshaji wa shughuli zake za chama. Hiki ni kipaumbele. Na sisi Mwanza kazi imekuwa inafanywa na maafisa ushirika kubwa. Sasa naomba kazi hii irudi kwenye vyama. Vyama viinueni, tafuteni kitendea kazi, kazi ifanywe na nini? Tutakuwa tunaimba wimbo wakati sisi huku chini hatute hatutekelezi tulichoelekezwa na maafisa ushirika. Kwa nani? Kwa wale ambao wafuatilia mmoja na wali. Nanavogela uaia ukiangalia viongozi wote wakubwa wanaamini ushirika liguzo, Tanzania, kukimu, ni nguzo muhimu ambayo inaweza kusaidia Tanzania kuweza kufikia kiuchumi na kijamii. Kwa hiyo ni waase sana, wewe ukiwa kiongozi ukiwa ni mtendaji, hakikisha taasisi yako muda wako unapoisha uache kitu ambacho kitakumbukwa. Na ndo namna pekee hata sasa wenyewe ofisini unajitahidi kufanya kadri ya uwezo wako ili hata kama hauko basi waone nafasi yako kweli. A ni vizuri sana. Jana nilikuwa naangalia kwenye takwimu za mkoa wa Mwanza kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022, Mwanza ina population ya almost milioni 3.6 wa Tanzania ambao wako mkoa wa Mwanza, lakini nilikuwa pia napitia idadi ya wanaoshirika ambao wamejisajili kwenye mfumo wetu MUVU wapo kama laki moja ambao ni kama asilimia mbili ya watu wote. Sasa hii kidogo inatia mashaka, ni lazima kama viongozi mhakikishe mnafanya kazi. Kwa ufupi mimi kama kijana niweze kuzungumzia katika kundi la vijana wenzangu, asilimia kubwa ya vijana bado hawajapata elimu ya sakos, kwamba sakos ni nini na ina, ina, inawapelekea asilimia kubwa hata kama pale wanapohitaji mikopo wanakimbilia kwenye mikopo ya mitaani ambayo haijachukua hata, haina hata kibali.